Ndugu viongozi, ndugu wananchi, watumishi na wanafunzi ambao mmeingia kambini kwa ajili ya mafunzo maalum ya jeshi la akiba nichukue fursa hii kuwapongezeni sana kwa uamuzi mzuri na wa uhakika kwa maslahi yenu na maslahi ya taifa letu. Jipigeni makofi mengi mengi, mengi, mengi. Lakini jambo la pili, mafunzo mnayokwenda kupewa yana kazi kubwa mbili. Kazi ya kwanza ni kuimarisha uimara wenu kwa maana ya ukakamavu, lakini kazi ya pili ni kuandaa na kuwajenga katika uzalendo wa kulitumikia na kulipigania taifa letu sisi kama wananchi ndani ya taifa letu tunayo majukumu makubwa mawili. Jukumu la kwanza ni kulijenga taifa letu, na jukumu la pili ni kulilinda taifa letu. Na majukumu yote haya mawili ni lazima watu wajengiwe uwezo wa kuyaweza na kuyafanya vizuri. Kulijenga taifa ni kupitia kufanya kazi, kila kijana na kila mwananchi ana wajibu wa kufanya kazi. Lakini jambo la pili, tuna jukumu la kulinda taifa letu. Kwa hiyo, nchi tukishaijenga, tuna wajibu wa kuilinda. Tukishaijenga tuna wajibu wa fanya nini? Tunajenga nchi kwa kufanya kazi, tunajenga nchi kwa kuhakikisha rasilimali za nchi zinalindwa, tunajenga nchi kwa kuhakikisha kila mmoja anawajibika, lakini mwisho wa siku tuna jukumu la kuilinda hiyo nchi ambayo tumeijenga. Kama tutaijenga nchi kwa nguvu zote, kisha tukaiacha ichezewe iharibikiwe, faida ya kuijenga nchi inakuwa haipo. Kwa hiyo ili kazi yetu ya kuijenga nchi ilete maana, ni lazima tuilinde kwa gharama yoyote ili mafanikio tunayoyapata katika ujenzi wa taifa letu yaweze kuleta maana. Jipigeni makofi mengi sana kwa kufanya uamuzi wenye tija. Salamu. Leo mnapokwenda kuyaanza haya mafunzo leo mnapokwenda kuyaanza haya mafunzo, mtapata nafasi ya kujifunza uzalendo kwa nchi yenu. Sisi tumebarikiwa kuwa Watanzania, nchi ambayo Mungu ameibariki neema za kila aina, lakini ili nchi hii iweze kuendelea, lazima tuijenge, tuipende, tuilinde. Kwa leo mnapata fursa ya kwenda kujifunza namna ya kuilinda nchi yenu, namna ya kuijenga nchi yenu, na namna ya kushirikiana katika kuhakikisha mnakuwa raia bora na salama katika nchi yenu. Haya mafunzo mnayokwenda kuyapata mnufaika wa kwanza ni wewe mwenyewe. Mnufaika wa kwanza ni nani? Ni wewe mwenyewe, mwenyewe. Unapojifunza ukakamavu, ukakamavu ni kwa faida yako mwenyewe, na ukakamavu ni sehemu ya kujenga afya. Unapokuwa na afya bora, una uwezo wa kufanya majukumu yako vizuri. Unapokuwa na afya bora, una uwezo wa kujilinda na kuwalinda wengine. Unapokuwa na afya bora, una uwezo wa kutenda kazi ipasavyo katika eneo lako la uzalishaji. Kwa hiyo afya bora inachochewa na ukakamavu, inachochewa na ukakamavu. Mnapokwenda kwenye mafunzo ya ukakamavu usianze kuanza kulalamika lalamika, ikubali hiyo hali ili ikusaidie leo na kesho. Ukakamavu unakusaidia kwa ajili ya self defense. Unaweza kujilinda mwenyewe sehemu yoyote, unaweza kuwalinda ndugu zako sehemu yoyote, unaweza kuwalinda wadogo zako sehemu yoyote, na unaweza kuwa mtetezi wa wananchi wenzako pale wanapokutana na changamoto za namna hii. Kwa hiyo ukakamavu ni sehemu ya, ya muhimu sana katika mafunzo haya. Jeshi la akiba ni bustani ya maandalizi ya majeshi mengine. Kijana ambaye anajifunza vizuri ndani ya jeshi la akiba akawa na nidhamu bora na akawa na vigezo vya ziada, inamsaidia yeye kujiandaa kuaminiwa katika vyombo vingine vya ulinzi ndani ya nchi yetu. Mtu aliyepitia jeshi la akiba ana nidhamu. Mtu aliyepitia jeshi la akiba anajituma. Mtu aliyepitia jeshi la akiba anajua taratibu za namna ya kuenenda katika jamii na anakuwa na mwendo bora ambao ni wa mfano katika jamii yake. Kwa mtu anayetoka kwenye jeshi la akiba akiomba kazi kwenye majeshi mengine anakuwa ni askari bora kuliko askari wengine. Kwa sababu gani? Tayari anao msingi uliojengwa ndani ya jamii yake vijana ambao mnapata mafunzo ya jeshi la akiba mtaendelea kuwa ni kielelezo cha maandalizi bora ya vijana ndani ya taifa letu; vijana wenye nidhamu, vijana wenye utii, vijana wenye utayari, vijana wenye ujasiri, vijana wenye uthubutu, na vijana ambao maslahi ya taifa lao yako mbele ya maslahi mengine yoyote yale; vijana ambao wako tayari kuisemea nchi yao bila kumungunya maneno; vijana ambao wako tayari kuitetea nchi yao bila kulegea kwa namna yoyote ile; vijana ambao maslahi ya nchi yako juu ya maslahi mengine yoyote matarajio yetu ni kuwaona vijana ambao mnatokana na jeshi la akiba mnaendelea kuwa msaada wa wananchi pale wanapokutana na changamoto mbalimbali kwenye maeneo yao. Pale mnapoona uonevu unafanyika kupitia maeneo mbalimbali, tunategemea kuwaona vijana wa jeshi la akiba mkiwa msaada kwa raia ambao wanapitia uonevu wa namna hii. Lakini pia tunategemea kuwaona vijana wa jeshi la akiba mkiwa ni msaada wa vyombo vingine vya ulinzi katika kutekeleza majukumu ya awali kabla ya majukumu ya kisheria yaliyokasimiwa katika vyombo hivi. Lakini jambo la tatu ni matarajio yetu kuwaona vijana wa jeshi la akiba mnakuwa msaada katika shughuli za kijamii katika maeneo yenu. Huko tuna wenyeviti wa mitaa, tuna mitihani, tuna mikutano, tuna ziara za viongozi. Ni matarajio yetu kuwaona viongozi, vijana wa jeshi la akiba mkiwa ni msaada wa kuratibu, kusimamia na kuwa sehemu ya kufanikisha majukumu mbalimbali ambayo yamepangwa kwenye maeneo yenu, hasa mitaa yenu na kata zenu mnazotoka. Ndugu vijana, pamoja na kubarikiwa ujana, tunalo jukumu kubwa sana la kulinda nchi ambayo tumebarikiwa kuwa raia wa nchi hii. Sisi wote ni Watanzania na hatuna nchi nyingine isipokuwa Tanzania. Kazi ya kuilinda nchi hii, kazi ya kuijenga nchi hii ni kazi yetu, na hatuna mtu wa kutusaidia kwenye kazi hiyo. Tuhakikishe pamoja na mafunzo ya utayari, mafunzo ya ukakamavu, mafunzo ya uzalendo tunayoyapata, jukumu la kujenga nchi yetu na kulinda nchi yetu liwe ni jukumu ambalo kila mmoja analifanya kwa moyo wake wote, nguvu zake zote na muda wake wote. Tusikubali hatari yoyote ifikie nchi yetu na kuathiri watu wake, kama tunao uwezo wa kuizuia. Tusikubali nchi yetu ingia kwenye matatizo yoyote ambayo sisi tuna uwezo wa kuyazuia. Usalama wa nchi yetu, amani ya nchi yetu ni jukumu letu sisi vijana wa Tanzania, na sio jukumu la mtu yoyote. Tunatakiwa tuwe macho ya nchi yetu, tuwe masikio ya nchi yetu, tuwe mikono ya nchi yetu katika kudhibiti hatari zote ambazo zinaikabili nchi yetu. Wajibu huo tukiufanya vizuri, sisi wenyewe tutakuwa salama, taifa letu litakuwa salama, ustawi wa nchi yetu utaimarika, na mwisho wa siku tutajivunia kuwa wa Tanzania ndani ya nchi hii ambayo Mungu ametubariki kwa hiyo niwaombe vijana nyinyi muwe mstari wa mbele, sehemu yoyote ile, kulitetea taifa lenu, kulilinda taifa lenu. Tukae tukijua kwamba baada ya nchi hii kuharibika, hatuna nchi nyingine ya kukimbilia. Naomba niwakumbushe vijana wa Tanzania kupitia nyinyi kwamba majirani wakipata matatizo wanakimbilia Tanzania. Tanzania ikipata matatizo tutakimbilia wapi? Hili ndilo swali la msingi ambalo kila mmoja wetu anatakiwa kujiuliza. Wajibu wetu kama viongozi ni kuendelea kujenga jamii yenye haki wajibu kujenga jamii yenye uadilifu, yenye uaminifu, yenye usawa, yenye maendeleo, yenye ustawi kwa watu wote, ili kwa usawi huo tuendelee kujenga amani na mshikamano wa raia ndani ya taifa letu. Ni imani yangu kwamba mafunzo haya yatawajenga, yatawasaidia kuimarika na yatawaongezeeni uzalendo wenu katika kulipenda taifa, kulilinda taifa na kulijenga taifa. Mwisho kabisa niwatakieni heri, Mungu awabariki. Na sasa nitamke kwamba kwa niaba ya kamati ya usalama na mamlaka niliyopewa kama mwenyekiti wake, natamka kwamba mafunzo ya jeshi la akiba kwa wilaya ya Iringa sasa yamefunguliwa rasmi. Nashukuru sana. <laughs>